Mimi ni vice chairman wa mambo na health katika kaunti letu la Migori. Na mimi ndiye MCA mdogo sana alichaguliwa na wananchi. Sasa mimi nafukuzana na wazee pale chini. Lakini kijana, my friend, kijana ni kijana. Your Excellence, mimi nimesikia Mate metsubaa ameongea hapa maneno. Amesema umefanya operation block. Umefanya perimeter wall. Umefanya x-ray department. Umefanya dental unit. Umeleta katika hospitali maji. Gabana amefanya ama achafanya? Amefanya ama achafanya? Munataka nirudia tena? Ameleta dental unit. Ama ino anatokuiwa. Ameleta x-ray. Hapa ndio tunapiga mpaka kwa matumbo yetu. Tunaona mpaka uku ndani. Ameleta operation block? Amehakikisha kwamba hii kuna internal security ya hii hospitali. Ba mlitarakora. Ba nao kibira tarakora uko. Sindio? Pira tarakora kora hii yake. Engeri. Kama na watu nimeongea kwa lugha yetu. Wamesema umefanya. Na umefanya. Na watu hawaogopi kusema umefanya. Umefanya. Kwa sababu hata hii mradi imekuja hapa ya Safaricom Foundation. Wamekana mkubwa hapo. Mumefanya kazi naye, yani, yani, hii watu wa municipality bodi kiongoza na msema matikovoko na wale wamama wa hii town. Wanataka wakufikie na mimi nikiwa kama mkogoti, nataka nikuombe uone hawa wamama hawa na huyu mzee, wakae tuone kitu inaendelea hapa. Hapa. Hapa, hapa kwa kaunti yetu ya Migori. Tunajua gavana alichaguliwa na wengi ni Dokta Ochiro Ombogo aya, lakini gavana, kuna wale wapinzani wako, na mimi naongea kama kijana. Na siogopi mimi. Leo nimetembea kutoka nyumbani, nimekutana na walimu kama hamsini wa Kupet, walimu wetu wakapelekwa wendo na mpinzani wako na hata ni weka kwa Maki ogora nyamita, ambia sisi Wakuria, atuchesewi kama ni as we are speaking, huyu mtu ako hapa kianja hapa, kama na municipality yetu hii municipality, na wakati unataka kumaliza kama vice chairman wa health Migori county, wewe kuja, your excellence Monto na kenyangu ikamonerari. Pale pakungutopo hene. Tikui kamonerari. Mimi niko hapa, siwezi chinja ng'ombe nikose kula hata mkia. Ile hospitali ya Kombe waziri, waziri wa bondi. Ile hospitali ya Kombe mkubwa ako hapa anajua. Ile MOH ameniambia walikuwa pale. Enda tengeneze ile hospitali. Hatutaki wananchi tunakuwa hivyo lakini kura tunapigia mzee wetu Dr. Chirwa yako kumi, alafu ile nyingine tutajipanga hata mkulia na